Tuelekee nchini Tanzania na kuangazia zoezi la uchaguzi mkuu ambapo watu kadhaa wamejeruhiwa na uharibifu mkubwa kushuhudiwa kwenye maandamano maeneo mbalimbali mbali nchini Tanzania katika uchaguzi mkuu ambao umekumbwa na mvutano. Waandamanaji waliwasha moto barabarani, kuharibu mabasi na kusababisha uharibifu mkubwa kwenye vituo vya mabasi ya mwendo kasi na miundombinu mingine ya umma. Hata hivyo, kulishuhudiwa idadi ndogo ya wapiga kura katika zoezi la kuwachagua wabunge na rais wa taifa ambalo lina wapiga kura milioni 37. Rais Samia Suluhu Hassan ambaye anawania kwa muhula wa pili anakabiliana na wawaniaji wa vyama vidogo baada ya wawaniaji wa vyama viwili vikuu vya upinzani Tundu Lissu wa CHADEMA na Luhaga Mpina wa ACT Wazalendo kufungiwa nje katika zoezi hilo.